Mm. Ni ukweli ni kwamba huyo mtuhumiwa anaitwa Elias Daniel yeah. oyake ni miaka ishirini yeah. mm. mm -hmm. na sita mkazi wa Gidamara hapo hapo, nani ana eh, yuko chini ya ulinzi sasa hivi kwa tuhuma hizo za kuhusika na hilo tukio la kubaka, hatua ya upelelezi Ha, yani bado upelelezi haujakamilika kwa sababu kuna mambo ambayo ya kitaalamu ambayo hatuyafanyi sisi, tunategemea wenzetu. Kwa mfano, kuna masuala ya kutizama mambo ya DNA ambayo hatufanyi sisi, wanafanya wenzetu Dar es Salaam mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. na Arusha. Kwa hivyo, hilo ndio linatucherewesha, lakini otherwise mambo mengine yote ya kiupelelezi yamekamilika mpaka hapo. Na mtuhumiwa, pengine alikamatwa katika mazingira gani? Sitaki kuelezea jinsi alivyokamatwa nani, kwa sababu ukiona mtu tunamkamata maana yake kuna vitu vinamuunganisha na hilo tukio. Kwa hivyo eh, kuna mambo ambayo yanamuunganisha na hilo tukio ndio tumemkamata, sitaki ku preempt upelelezi. na wananchi wa Gedamara, hivi sasa wamekumbwa na hofu kubwa sana kufuatia kile ambacho kimetokea, kwa sababu wanasema hili ni tukio la nne kutokea ni nini ambacho pengine unaweza kuwaambia wananchi wa Idamara na wananchi wa mkoa wa Manyara swala la kwamba kwa... Yes, hilo ni swali zuri umeniuliza. Swala la kwamba hili ni ni tukio la la tatu ini la nne, kwa sababu kuna matukio matatu yametokea. Hayo matukio matatu sisi hatuyajui na wa not reported to us. Tunasikia tu kwamba eh, kuna matukio matatu yalifanyika hmm. lakini hayakuripotiwa kwetu. Na, ni bahati tu kwamba baada ya tukio hili ndio tunaambiwa kwamba kuna matukio mengine matatu hiyo na, na, ni baadhi ya nimekuambia kwamba mambo hayo ni baadhi ya ushahidi wa kimazingira ambayo pia unatusaidia kumshikilia huyu kijana mm -hmm. Ndiyo. Kwa hivyo wananchi, mnaambia nini sasa? Unaona hapo kwamba kuna matukio ya tatu ya namna hiyo yametokea, hawakutwambia. Kwa hivyo ni wazi, utaona kwamba tunachowaambia ni kwamba matokeo haya ya ki, kwa sababu kama tukio la kwanza tungehusishwa, mm, pengine la pili lisingetokea tu, mm, au tungehusishwa la pili, pengine la tatu lisingetokea. Kwa hivyo ni wazi kwamba tunawaambia wananchi wa wagalapo wa, wa mm linapotokea jambo la namna hiyo, hilo ni jambo la, la la kipolisi. Kwa hivyo watujulishi na sisi tutachukua hatua sawa. Nashukuru sana. Kinachoonesha hapo mwandishi, ni kwamba kama yule, yule mtoto asingefariki hmm, na ili pia tusinge hini, ni jambo baya sana kwa kweli hmm. Anyway, hatua za kipolisi pia tuna tuna tuna nani, tunaendelea nazo katika na hayo matukio mengine pia pengine kwenye hayo matukio mengine hakuna kesi zozote ambazo zimefikishwa hapo katika jeshi la polisi. Yaani ninachokwambia ni hivi, hmm. hayo ma, ma, kama ulivyosikia wewe hmm. na sisi baadaye tukasikia kwamba kumbe kuna matokeo mengine matatu hmm. ya namna hiyo yalitokea eneo hilo hilo. Sasa ndio maana nikatoa wito basi, we, we, wenyeji wa, wa eneo hilo hmm. mara inapotokea jambo kama hilo, watu waambie polisi ili tuchukue hatua, na ndio maana nakwambia pengine ile ile incident ya kwanza kama tungehusishwa mm -hmm, ya pili isingetokea na ya tatu singetokea, kwa sababu moja ya kazi za upelelezi hizi pia tuna ditaa, tuna deterrence. Sawa, nashukuru sana Kamanda, nikutakie siku njema, asante bwana Hosea. Karibu na, sana nashukuru sana